Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche ametoa kauli nzito kufuatia gari mpya za mwendo kasi za rangi ya kijani. Unatizama Mseto Media, ni kukumbushe huyo ambaye ndo kwa mara ya kwanza unatizama chaneli hii, huwezi kusubscribe ulioso, unapitwa na taarifa zetu. Bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja alama ya kengele ibonyeze pia. Mseto Media ni chanel maalum kwa ajili ya kukuletea habari zote kuhusu siasa, jamii, elimu michezo, na burudani. Hivi majuzi tuliona mpaka ibuka tafrani kwenye usafiri wa mwendo kasi baina ya mwendo kasi na abiria, ambapo uh, Oktoba moja na mbili serikali ilileta gari mpya za mwendokasi kwa kusema kwamba imeruhusu wawekezaji wengine waweze kuwekeza kwenye usafiri huo, ambapo walileta gari mpya zenye rangi ya kijani, tofauti na zile za mwanzo zenye rangi ya bluu ambapo siku moja baada ya gari hizo kuletwa, zipo video zilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha moja ya gari ikiwa imefunguliwa eneo la injini na kukiwa na watu kama Waindi ama Waarabu wakionekana kama wanatengeneza ama kuseti kitu, video ambayo ailileta pia sintofaa mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii lakini kwa habari za ndani inadaiwa kwamba wataalamu wale walikuwa wanafanya setting tu za kawaida za gesi, kwa sababu gari zile ni mpya na zimefungua gesi na ndo mara ya kwanza zimeingia barabarani, hivyo lazima ziwe zinafanywa setting na sio kwamba ni mbovu. Lakini tukiachana nayo sasa, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa John Heche ameandika kufuatia gari hizo mpya za mwendo kasi. John Heche kupitia ukurasa wake wa mtandao kijamii wa kijamii wa X zamani Twitter, ameposti basi hizo za mwendo kasi na kisha kuandika, power concedes nothing without a demand, it never did and it never will. Kitendo cha hawa watu kukimbiza na kupeleka magari hata kama ni kihuni, bila mipango wala uendelevu wake, kinatufundisha mambo kadhaa. Wananchi wa Tanzania moja, tukiamua na tukawa na nia moja, hakuna nguvu yoyote inaweza kutushinda. Mbili, wananchi mkiamua kudai maisha bora, kukomesha wizi, ajira, maji, umeme, ulinzi na hata kukomesha utekaji, hakuna anayeweza kuwazuia. Tatu, wananchi tukiamua kudai mfumo huru wa uchaguzi na mahakama zinazotenda haki, tutafanikiwa na watawala watapiga magoti. Tuendelee kudai nchi yetu kwa nguvu zote, kwa sababu ni yetu sote. Tudai haki ya maisha mazuri, kwa sababu dhahabu ni zetu sote, Tanzanite ni yetu wote. Hakuna anayestahili maisha mabaya na wachache maisha bora. Tuamke. Hayo aliandika makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akianza kwa kusema kitendo cha watu hawa kukimbiza na kupeleka magari hata kama ni kihuni bila mipango wala uendelevu wake kinatufundisha mambo kadhaa, wananchi wa Tanzania akimaanisha kwamba baada ya wananchi kuleta vurugu kwenye gari za mwendokasi za bluu kwa kupiga mawe na kuharibu miundombinu ya wa mwendokasi, basi ndo serikali ikaamua kuleta gari mpya za kijani. Kwayo anamaanisha kitendo kile ni kama kiliwashtua serikali. Aa, lakini akiandika vitu vingine vingi hapo chini, na hii ndo kauli ya kiongozi mkuu wa chama cha upinzani ambaye yupo huru, ukiachana na Tunduliso ambaye yupo bado magerezani kule, ambaye John Heche ndio ameandika hayo kufuatia usafiri wa mwendo kasi, na sisi Mseto Media tukasema tukuletee kauli hii ya mwenyekiti a msaidizi wa Chadema kwa sababu kwa upande mwingine ni kama kauli ya chama. Kwa lolote lile, unaweza kwenda check comment uh, yako hapo chini, na sisi tutasoma. Uh, hii ni Mseto Media, hakikisha umesubscribe usiopitwa na taarifa zetu nzuri na nzito kwa ajili yako. Mimi ni Limo Grand. Tukutane wakati mwingine hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.